Sasa haiwezekani tumetoka mbali huko kwa kina Ahli Tripoli hadi kufika hapa nusu fainali, eti tuishie hapa? Simba hatuko tayari. Tunakwenda kumalizia mkia tarehe ishirini hapo katika uwanja wa Amani. Mnyama anakwenda fainali mwaka huu, tunakwenda fainali na sisi, tunaitaka fainali ili tujikumbushe Simba yetu iliyocheza fainali mwaka tisini na tatu.